Ukishindwa kuwadhibiti maafisa walioko chini yako, mimi nitafanya kwa niaba yako, na nikifanya kwa niaba yako, siku zako za kuwepo hapo zitakuwa zinahesabika. Huna sababu ya kuendelea kubaki katika mkoa ambao huwezi kuusimamia, hakuna sababu ya kuendelea kubaki hapo. Kama mimi nitakusaidia kutatua mgogoro wa afisa wako nawe huko hapo, kuna mambo mawili: ni uzembe au na wewe ni sehemu ya tatizo. Nataka niwaambie kabisa, Raymond kabisa, ukiona nimeshuka chini kutatua mgogoro kwenye mkoa wako wa kuhusiana na afisa wako na ninawe huko hapo, je, hesabu na siku zako zinahesabika. Nataka niwaambie ukweli kabisa katika eneo hili kabisa, tukubaliane. Last time niliwambia, naomba nirudia hapa, wako baadhi ya maafisa wanatuletea migogoro mikubwa sana kwa sababu ya Watanzania wengi hawana uelewa. Ninyi mmekaa darasani mnafahamu. Mnafahamu, mnafahamu kusoma yale majira nukta, mnafahamu vitu vingi sana vya kwenye leseni. Watu wengi walioko chini yenu wana take advantage ya kutokuwatendea si vyema wananchi wetu na kusababisha migogoro ambao haina sababu. Naomba niseme tena hapa leo, na nieleweke vizuri kabisa. Kumekuwa na utaratibu ya baadhi ya watu wachache, wanakimbia ofisini huku kuja kuomba leseni eneo ambalo tayari unakuta kuna wachimbaji wadogo wako pale, na wana take advantage, kwa sababu ya watu wetu wengi hawana uelewa, na akija hapa atasababisha migogoro ambayo haina sababu. Katibu mtendaji, naomba nirudie hapa tena mimi sitakubaliana na utaratibu wa watu wachache kuja kukimbilia kupata leseni kwenye maeneo ambayo yana wachimbaji wadogo na wa na kusababisha migogoro na yeye kwenda pale kama mpangishaji wa lile eneo. Kwa kweli utaratibu huo hatutaukubali, na mimi sitakubali na wenzangu pia na alikadhalika, hatutaukubali. Unaleta migogoro mingi sana na migogoro miwili nitaifikisha mwisho mwezi Februari ambayo kama itathibitika kama itathibitika jinsi hivyo ilivyo, wahusika nitawachukulia hatua. Ina mazingira kama haya ambayo nayasema hapa, ipo mezani kwangu miwili, na vyombo vingine vinachunguza, nitawachukulia hatua asubuhi kabisa. Kwa hiyo mmoja wenu hapa akiona kuna siku hayumo kwenye orodha, ajue ndio yule ambaye nilimtamka hapa siku ya leo. Nendeni mkaangalie vizuri maeneo yenu hii nawaambia kabisa kwa siri na na maeneo mawili ambayo yanachunguzwa hivi sasa, yakikamilika taarifa yake, nitawachukulia hatua, kwa sababu ni ni jambo ambalo linasikitisha sana na linaleta shida kubwa sana kwenye migogoro hii ya wachimbaji wadogo. Nikirudi kutoka Dodoma, kaleteni orodha ya leseni zote kubwa ambazo hazifanyii kazi katika maeneo yenu nataka prospecting licenses zote ambazo hazifanyi kazi. Mkoa wa Shinyanga ameshafanya, mkoa wa kimadini wa Mbogo ameshafanya. Mwenyekiti wa Tume, hili ni agizo langu ya siku ya leo aremos wote wakirudi katika maeneo yao ya kazi, ndani ya siku saba naomba walete taarifa ya leseni zote kubwa katika maeneo ambayo hazifanyiwi kazi niliwaambia na sitanii katika eneo hili, muda sio mrefu mtanisikia naanza kufuta leseni zote za utafiti za mbogwe na Shinyanga. Wenyewe wameshaniletea. Anayeona kaonewa atafata utaratibu, lakini nimejiridhisha pasipo shaka, watu wengi wanachukua maeneo makubwa ya leseni kwa ajili ya kutegesha, kusubiri wawekezaji, afu anaifanya serikali yetu yani ibaki na msubiri yeye katika muda wake unaofaa akipata mwekezaji ndiyo leseni iwe inafanya kazi. Hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo, hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo. Kwa hiyo naomba mkirudi, nipate orodha ya kila mkoa, na nitakwenda kwenda awamu kwa awamu, ntazifuta leseni zote za utafiti na wale wenye leseni wote, naamini vyombo habari viko hapa, wenye leseni wote za utafiti, kama unajijua hujafanya kazi yoyote kwenye leseni yako, jiandae, tutakuletea default notice. Tutafuta leseni zote za nchi nzima za utafiti ambazo hazifanyiwi kazi, ni mara kumi, tukabaki na maeneo ambayo unaweza kuwapanga wachimbaji wadogo ambao wanaweza kutuletea tija kwenye mchango wa taifa, kuliko watu wachache wanaomiliki maeneo makubwa ambayo hayana tija katika eneo la leseni Kuanzia tarehe kumi na tano mwezi wa pili, mkurugenzi wa leseni Aziza, naomba niorodheshe majina ya kampuni na watu wenye leseni nyingi zaidi za utafiti. Mi nao baadhi nawajua, kila sehemu ukienda unakuta. Naomba hao unawekea pembeni hao watu na kampuni zenye leseni nyingi za utafiti. This time mimi na naibu waziri tutagawana tunakwenda wenyewe kwa ajili ya physical verification, hatukai tena ofisini. Mtakwenda kwenye leseni, mtakuja na taarifa yenu ya quarter report. Atakaa pale mwenye leseni atuambie alichokifanya nini kwenye leseni yake. Nafahamu asilimia tisini ya wa watanzania wanapika taarifa za leseni, ndio kweli, wanapika taarifa za leseni za utafiti asilimia tisini kwao, na wenyewe pia wajiandae kama unafahamu una una leseni ya utafiti kaziz kama unafahamu una leseni ya utafiti na umewahi kusubmit taarifa wizarani, jiandaye. Mimi na naibu waziri baada ya tarehe 15 tutakuwa na operation maalum, tutapita kwenye kila leseni kubwa, tutaka tunataka tutende haki.